Karibu mpendwa wa msikilizaji wa Radio Maria Tanzania na Radio Mbiu sauti ya faraja Kagera, katika kipindi hiki cha Familia ni Nyumba ya Mungu ambacho kinakujia moja kwa moja kutoka katika Seminari Kuu ya Mtakatifu Karol Lwanga Segerea, Jimbo Kuu Katoliki la Dar es Salaam. Kipindi hiki kinatayarishwa nami Frateri David Deogratias si Mkane wa Jimbo Katoliki la Mafinga, inayesoma mwaka wa kwanza wa teolojia. Kipindi hiki hukujia kila siku ya Alhamisi kuanzia saa kumi na mbili na nusu jioni na marudio yake ni kila siku ya Jumamosi saa kumi na mbili na nusu jioni. Kipindi hiki kinatayarishwa moja kwa moja kutoka, kutoka hapa Seminari Kuu ya Segerea. Kama una swali au maoni, tuma kwenda namba sifuri saba hamsini na sita arobaini na saba themanini na moja sabini na nane na sifuri saba thelathini na nne sifuri sita Tisa, tisa, sitini na saba. Kwanza tuanze kipindi chetu kwa sala. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu, amina. Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako ufike, utakalolifanyike duniani kama mbinguni, utupe leo mkate wetu wa kila siku, utusamehe makosa yetu kama tunavyowasamehe na sisi waliotukosea, usitie katika kishawishi lakini utopoe mauvuni. Amina. Atukuzwe Baba na Mwana na Roho Mtakatifu kama mwanzo na sasa na siku zote na milele. Amina. Mpendwa msikilizaji, eh, mada yetu ya kipindi cha leo ni kuzoeana katika ndoa kama chanzo cha unyanyasaji katika familia. Basi kwa siku ya leo tutajikita zaidi uchambuzi wa kina kulingana na Katekisimu ya Kanisa Katoliki Biblia pamoja na Mtakuso Mkuu wa Pili wa Vatikano. Kwa kuelezea mada yenyewe kwa ufupi, neno unyanyasaji katika ndoa, mtu anaweza kunyanyaswa katika nyanja mbalimbali. Mtu anaweza kunyanyaswa kiroho, mtu anaweza kunyanyaswa kimawazo, lakini mtu anaweza kunyanyaswa kifikra, lakini pia mtu anaweza kunyanyaswa kimatendo na kadhalika. Sasa katika Katekisimu ya Kanisa Katoliki inatoa maana ya neno ndoa. Ndoa ni agano takatifu, kwanza linalounganisha mme na mke, lakini pia ndoa ni kufuatana na mpango wa Mungu kwa upendo wa daima. Kwa hiyo ni agizo ambalo tunaagizwa kwamba ndoa ni agano takatifu ambalo Mungu mwenyewe analiunganisha. Baada ya kuunganisha, Mungu mwenyewe anaunganisha pia upendo wa daima, lakini pia upendo huo ni kwa ajili ya lengo la kuzaa, lakini sio kuishia tu kuzaa na kulea watoto katika njia ya maadili na imani. Kwa hiyo hii, kwa hiyo hayo mambo eh, ndio ambayo yanatengeneza au ndio ambayo yanaunganisha au yanaeleza maana halisi ya ndoa. Lakini mwisho mwishoni sasa ni, ni lengo lile ambalo kila Mkristo anatarajia wokovu wa roho zao. Hata hivyo, sasa katika ndoa em, hali ya kuzoeana in, inaweza kuanza kujitokeza pale ambapo kwanza, eh, imani inapungua, lakini pili, nafasi ya wenza hawa wanandoa hawa inashuka, lakini tatu, mawasiliano sasa ya wazi. Hayo mambo yanapelekea kuwa ni chanzo cha unyanyasaji katika ndoa. Kwanza ikiwa imani ya wanandoa hawa inapungua, lakini pili nafasi ya heshima baina yao baina ya wenza wawili inapungua, lakini mawasiliano ya wazi yanashuka. Hivyo vitu hupelekea upendo katika ndoa kupuuzwa. Sasa Biblia pamoja na mafundisho ya Mtaguso mpili wa Vatikano yanatupa mwongozo wa namna gani mwanandoa huyu anatakiwa kuenenda kadiri ya mafundisho halisi ya msingi ya Kanisa. Tukianza na Biblia Takatifu, katika Agano la Kale tuna kitabu cha Mwanzo eh, sura ya pili aya ishirini na tatu ambapo napenda kunukuu kwamba Biblia inasema sasa, huyu ni mfupa katika katika mifupa yangu na nyama katika nyama yangu, basi ataitwa mwanamke kwa maana ametwaliwa katika mwanaume. Kwa hiyo sasa huu ni wito au katika kitabu hiki cha Mwanzo kwenye Agano la Kale kinatupatia umuhimu wa ndoa kwamba watu hawa wameungana, watu hawa wamekuwa wawili, huyu ni mfupa katika mfupa yangu. Kwa hiyo sasa, kwa mwanaume katika ndoa kumnyanyasa au kumtesa au kumdhihaki mwanamke ni sawa na kujidhihaki au kujitukana au kujinyanyasa mwenyewe kwa sababu tumeambiwa katika kitabu cha Mwanzo kwamba huyu ni mfupa katika mifupa yangu na nyama katika nyama yangu, na kadhalika. Hivyo hivyo kwa mwanamke kumfanyia udanganyifu mwanaume au mwenza wako katika ndoa ni sawa na kujidanganya wewe mwenyewe. Hata hivyo, wanandoa sasa wanapozoeana ndio madhara yanatokea. Upendo hupungua, kama nilivyosema, heshima katika ndoa hupungua lakini pia mawasiliano yale ya wazi huwa yanapungua. Hiyo ni katika agano agano la kale. Katika Agano Jipya sasa tunaona waraka wa Mtume Paulo kwa Waefeso sura ya tano aya ya ishirini na tano hadi ya ishirini na nane. Mtume Paulo anawataka waume wana, kuwapenda wake zao kama Kristo alivyolipenda kanisa na kujitoa kwa hali kwa ajili yake. Hata hivyo wandoa wanapozoeana upendo wao kupungua. Kwa hiyo sasa, mtume Paulo anawaalika wanaume wote kuwapenda wake zao kama Kristo mwenyewe alivyojitoa na kujipenda na kulipenda kanisa. Hivyo basi, mwanaume anakuwa kama nguzo katika kadiri ya mtume Paulo anavyosema katika waraka wa Efeso sura ya 5 aya 25. mwanaume anakuwa kama nguzo katika familia ndio anatakiwa zaidi kudumisha na kujitoa kwa ajili ya familia, kwa ajili ya mwenza wake, ili sasa mawasiliano katika ndoa, unyanyasaji ule na heshima iweze kuwepo katika familia. Lakini pia e, katika mafundisho ya mtaguso wa pili wa Vatikano hasa katika ile hati ya furaha na matumaini au Gaudium et Spes sehemu ya pili katika sura ya kwanza namba inasisitiza kwamba ndoa ni agano la upendo na kwamba wanandoa wanapaswa kujitoa kila siku kwa maisha ya upendo wa kweli. Inasema upendo wa wanandoa haujifungii ndani, bali unapanuka kwa ajili ya maisha ya huduma. Kwa hiyo, kumbe ndoa ni huduma kadiri ya mtaguso wa pili wa Vatikano, na ndoa ni agano la upendo na kwamba wanandoa wanapaswa kujitoa kila siku kwa ajili ya maisha yao. Sasa nini husababisha kuzoeana? Nimeweza kuainisha sababu tatu za msingi, zipo nyingi, lakini sababu tatu za msingi ambazo wanandoa wanazoea wanaweza kazoeana, na hiyo hupelekea unyanyasaji kama nilivyotangulia mwanzo, kwamba wanandoa wanaweza kanyanyasana kiroho, kimawazo, kifikra, pamoja na kimatendo na kadhalika. Sababu ya kwanza ni kukosa mawasiliano ya kiroho na kihisia. E, kulingana na Injili ya Mathayo sura ya kumi na tisa aya ya sita, Mungu amewaunganisha wanandoa kuwa kitu kimoja na daima. Wakati wa sakramenti ya ndoa, wakati mapadri au shemasi anashuhudia sakramenti ya ndoa, hutamka maneno kwamba alichokiunganisha Mungu mwanadamu asikiunganishe, kadiri ya Injili ya Matayo sura hii ya kumi na tisa. Kwa hiyo Mungu amewaunganisha wanandoa kuwa kitu kimoja. Hata hivyo, sasa mawasiliano ya kudumu na yakina ni muhimu kudumisha umoja huu, ambayo Injili tayari imeshatueleza. Hata hivyo, mawasiliano ya kudumu ni, ma, ni, na yakina ni muhimu kudumisha. Kosekana kwa mazungumzo e, ya mara kwa mara kuhusu changamoto, furaha na matarajio ya maisha kunaweza kusababisha hali ya kuzoeana. Kwa hiyo, kumbe sasa wanandoa hawa wanapaswa mnao mnapaswa kushirikishana changamoto mbalimbali mbali za ndoa au za maisha mbalimbali. Mbali. Lakini sio changamoto tu. Pili, kushirikishana furaha zile za ndoa ambazo mnazipata katika maisha yenu. Lakini jambo la tatu, matarajio ya maisha pia inabidi kushirikishana ili kuzuia yale mazoea na baadaye unyanyasaji katika ndoa. Lakini sababu ya pili inayopelekea wanandoa kuzoeana ni kuacha maadili ya kiroho. Kanisa Katoliki linahimiza sana sala za pamoja, linahimiza zaidi kuhudhuria misa takatifu, ambacho ndicho kilele cha maadhimisho yote na kushiriki sakramenti eh, ambazo ni za msingi kwa Mkristo. Hata hivyo, sasa wanandoa wanapopuuzia maisha ya kiroho, nafasi ya neema ya Mungu katika ndoa inapungua na mwelekeo wa kupuuza kila mmoja huongezeka. Kwa hiyo kumbe, sasa sababu ya pili ya msingi ambayo inapelekea wanandoa hawa kuzoeana na baadaye kupelekea unyanyasaji, kama nilivyosema mwanzo, ni kupuuzia au kuacha maadili ya kiroho kuto, kusa, kuto kusali pamoja, kuto kushiriki misa takatifu na kuto kushiriki sakramenti zile za msingi, kwa mfano sakramenti ya kitubio. Kwa hiyo vitu hivi sasa, mtu akipuuzia au wanandoa akipuuzia, neema ya Mungu katika ndoa inapungua na baadaye mazoea katika familia yanaongezeka. Lakini sababu ya mwisho kabisa kubwa, ambayo inakumba ndoa nyingi hasa hapa kwetu Tanzania ni dhambi ya ubinafsi. Mtaguso wa pili wa Vatikano unahimiza kujitoa kwa upendo usio na ubinafsi. Lakini wanandoa wanapokuwa na ubinafsi, kuto kuweka mahitaji yao mbele ya mwenza wao, hali inayoharibu mahusiano. Kwa hiyo dhambi ya ubinafsi ndiyo inatutafuna au inawatafuna wanandoa, wasiweze kushirikishana kuweka mahitaji yao au kuweka matarajio yao au kushirikishana mambo mbalimbali ya kifamilia na mambo mbali mbalimbali ya ndoa kama nilivyosema, watu wanapuuza mambo hayo na baadaye sasa ubinafsi huo unakuwa ni mkubwa katika ndoa, na baadaye kupelekea sasa wanandoa hawa kugawanyika, kuto kuheshimiana baina yao, na baada ya hapo sasa wanaanza kunyanyasa sana kiroho; pili, kunyanyasa sana kimawazo; tatu, kunyanyasa sana kifikra; lakini nne, kunyanyasa sana kimatendo; lakini mwisho hata kihisia pia na hilo ndio linakuwa tatizo kubwa sana. Baada ya hapo eh, badala ya hapo, sasa baada ya hapo sasa ndoa inagawanyika na baba unyanyasaji unatokea basi. Baada hapo tunakuwa tuna ndoa tena, lakini sasa jambo la mwisho sasa, nini, tu, nini kifanyike katika ndoa ili sasa tuweze ku kuimarisha ndoa zetu au tuweze kupiaisha ndoa zetu au tuweze kustahimilisha ndoa zetu. nini kifanyike? e, naomba mtembee nami katika Injili ya Mathayo sura ya kumi na sita aya ishirini na nne Katika injili hii sura ya kumi na sita Yesu Kristo hakusema yule anayetaka kunifuata anifuate. Hapana, bali Yesu alisema yule anayetaka kunifuata ajikane mwenyewe kwanza, na ajitwike msalaba wake na anifuate. Kwa hiyo hakusema, Yesu hakusema kwamba yule anayetaka kunifuata anifuate, hapana, bali alisema yule anayetaka kunifuata mimi, kwanza ajikane, lakini pili ajitwike msalaba wake anifuate. Kwayo, kwa hiyo kwamba e, changamoto za ndoa zinapotokea yale huo ni msalaba na huo, na kwamba wanandoa wameapa tangu mwanzo, tangu siku hiyo wanapofungishwa wanapo ndoa hiyo na padri au shemasi anashuhudia sakramenti hiyo ya ndoa, kwamba alichokiunganisha Mungu mwanadamu asikitenganishe, na kwamba inabidi washirikiane washirikishane katika changamoto na furaha zao. Kwa hiyo changamoto zinapotokea, basi huo ni msalaba, mwanandoa awe mwanamume au mwanamke inabidi kwanza ajitwike huo msalaba na baadaye sasa huo msalaba aufikishe kwa Kristo, kama Injili ya Mathayo sura ya 16 aya 24 inavyotualika. Sasa naweza kupendekeza mambo yafuatayo ili kuendelea kudumisha ndoa zetu. Jambo la kwanza ni kudumisha upendo wa kujitolea. Katika waraka wa mtume Paulo kwa Waefeso sura ya 5 25 inasema: Enyi waume wapendeni wake zenu kama Kristo naye alivyolipenda kanisa akajitoa kwa ajili yake. Kwa hiyo sasa, wanandoa wanapaswa kuonyesha upendo wa kujitolea na kuwa tayari kusaidiana bila kuchoka. Hutakiwi kuchoka, kwa sababu ndani ya kanisa letu tuna utajiri mwingi. Kwa mfano, utajiri wa sakramenti, tuna utajiri wa mapadri, mashemasi ambao wanaweza wakatusaidia kupyaisha maisha yetu na, kutu... na kutuongoza kiroho katika mashauri mbalimbali au katika mifungo mbalimbali na kuhudhuria semina mbalimbali zinazohusiana na, na sakramenti ya ndoa. Lakini jambo la pili ambalo naweza kupendekeza ambalo linaweza kutusaidia kupyaisha maisha yetu ya ndoa na kuepuka unyanya... kwanza kuzoeana na baadaye unyanyasaji ambao tunauzungumzia unatokea katika ndoa nyingi ni kuonyesha upendo ule kwa vitendo. Katika Waraka wa Kwanza wa Mtume Yohani kwa watu wote sura ya tatu aya ya kumi na nane inasema: watoto wangu tusipende kwa neno wala kwa ulimi, bali kwa tendo na kweli. Kwa hiyo sasa hapa ni kuonyesha ule upendo, e, upendo kwa vitendo, zawadi ndogo ndogo, labda maneno mazuri kwa mwenza na vitendo vya upendo vyovyote vile vinaweza kuleta msisimko mpya katika ndoa. Hapa namaanisha kwamba tuyafanye yote yale ambayo yatasaidia kupyaisha upya kufuata vitu vinavyopyaisha maisha ya ndoa na baadaye sasa ku, ku, kuingiza upendo huo katika matendo na sio katika fikra tu. Fikra inabidi ikamilishwe na matendo ya wanandoa lakini basi, jambo la tatu ni wawasiliane kwa uwazi na ukweli. Katika waraka wa Mtume Paulo kwa Waefeso sura ya nne aya ishirini na sita inasema msiache jua lizame mkiwa mmekasirika. Kwa hiyo mazungumzo ya wazi na ya uaminifu huimarisha uhusiano na kuzuia mazoea yasiyofaa. Kwa hiyo kama tukikasirika, tusikubali hasira yetu au hasira yenu Iwafanye mtende dhambi. Kwa hiyo mtume Paulo anasisitiza tuwasiliane kwa uwazi na ukweli, tusifichane mambo mbalimbali ambayo yapo ya katika ndoa zetu, changamoto pamoja na mambo yote ambayo tunayafanya. Lakini jambo la nne ni kusali pamoja kwa ajili ya ndoa zetu, maana yake sasa kuombea ndoa. Katika injili ya Mathayo sura ya 18 aya ya 19 hadi 20. inasema wawili wenu wakipatana duniani kwa jambo lolote watakaloliomba watapewa na Baba yangu aliyo mbinguni, kwa kuwa wawili au watatu wakikusanyika kwa jina langu, nami nipo papo hapo kati yao. Kwahiyo ma maombi huleta amani na neema ya Mungu katika ndoa. Kwa hiyo ni kusali pamoja, ni kumshirikisha Mungu changamoto na kumshirikisha Mungu furaha zetu na kumshirikisha Mungu matarajio ya ndoa lakini Jambo la tano sasa ni kuheshimiana na kujali mahitaji ya mwenza baina ya pande zote mbili, awe mwanaume au mwanamke. Kuheshimiana na kujali mahitaji, katika waraka wa kwanza wa Mtume Petro kwa watu wote sura ya tatu aya ya saba inasema, kadhalika ninyi waume kaeni na wake zenu kwa akili na kumpa he, mke heshima kama chombo dhaifu. Kwa hiyo mwanaume anaalikwa kwanza kumheshimu mwanamke lakini pili kuishi naye kwa akili, kwa heshima na kujali mahitaji ya mwenzako, kuzuia kuzoeana kupita kiasi. Kumbe ukim, e, mwanaume akimjali akiishi kwa akili pamoja akiishi kwa akili na, na mwenza wake ambaye ni mwanamke, kwa sababu ni chombo dhaifu, kimetwaliwa kutoka kwa mwanaume, basi hapo hali mwanaume anaweza kuzuia hali ya kuzoeana kupita kiasi. Lakini jambo la sita ni kutafuta muda wa kipekee wa pamoja. Katika kitabu cha Mhubiri sura ya tisa ya tisa inasema, uishi maisha ya furaha pamoja na mke umpendaye siku zote za maisha yako ya ubatili. Kwa safari ndogo eh, mazungumzo ya kina au shughuli za pamoja huongeza uhusiano. Kwa hiyo kwa, kwa mwanaume eh, kupunguza safari kusafirisafiri mara kwa mara au kwa mwanamke pia, na mazungumzo ya kina na shughuli za pamoja husaidia kuongeza na kupyaisha E, maisha ya ndoa kumbe, kukaa mbali na mwenza wako kwa muda mrefu bila kuonana bila kuhusiana bila kushirikishana, e, maisha yenu na mienendo yenu ya ndoa hii inasababisha udumifu katika ndoa na makubaliano yale kuanza kupungua katika ndoa. Kumbe ni kutafuta muda wa wenza hawa, ni kukaa pamoja na kuzungumza na kushirikishana mambo mbalimbali ya ndoa. Katika waraka wa Mtume Paulo kwa Wakorosai sura ya tatu, aya ya kumi na tatu inasema: mkichukuliana na kuheshimiana, mtu akiwa na sababu ya kumlaumu mwenzake. Kwa hiyo kuto kujali makosa madogo madogo na kusameheana. Kwa hiyo hapa inabidi wachukuliane na kusameheana katika changamoto zao zote. Mtu akiwa na sababu ya kumlaumu mwenzake, em, asijali makosa madogo madogo, lakini pia kusameheana na kusaidiana, ndoa isifike kwenye hali ya mazoea mabaya kwa kuyatekeleza tek, kuya haya, ndoa inaweza kuendelea kuwa na msisimko, kuendelea kuwa na heshima, lakini kuendelea pia kuwa na, na upendo. Hitimisho sasa, yaya yote ambayo tumeyajadili, kuzoeana katika ndoa si jambo linalopaswa kupuuzwa, kwani linaweza kusababisha unyanyasaji na kuporomoka kwa familia. Biblia inasisitiza umuhimu huo waheshima na upendo huku Mtaguso Mpili wa Vatikano tulio usoma ukihimiza kujitoa kwa upendo wa kweli usio na ubinafsi. Wanandoa wanapaswa kurejea kwenye maadili ya Kikristo, kudumisha mawasiliano, kuvumiliana kwa hali ya kina na kush pamoja na kushiriki katika maisha ya kiroho, lakini pia na kuonyesha uvumilivu kwa kila mmoja. Kwa kufanya hivyo kwa kufanya hivyo, sasa familia zinakuwa vituo vya upendo wa kweli na heshima kama ilivyokusudiwa na Mungu. Bas, kabla sasa sijahitimisha kwa sala, tuwaombee wanandoa pamoja na changamoto zao za kila siku, lakini sasa wale ambao bado hawajaingia kwenye ndoa au wapo kwenye mahusiano au wapo kwenye uchumba, hasa hasa kwa dada zetu. Kina dada, kama umepata mchumba au umeambiwa kwamba mwanze labda mahusiano kwa ajili ya ndoa ya baadaye, basi wewe mwanamke, napenda kushauri kwamba baada ya kuambiwa hivyo sasa, basi umshirikishe Mungu hatua hiyo, kwamba aweze kukuonyesha vizuri kwamba je, kweli huyu aliyekuambia hivi ni sahihi kwako, basi uende kanisani upige magoti usali kusudi Mungu aweze kukuonesha chaguo lako lililo sahihi. Lakini pia ukishindwa hivyo, basi tunao mapadre ambao ni walezi wetu wa kiroho, mashemasi wetu ambao ni walezi wetu wa kiroho, basi unaweza kuwafata au na wakakupa muongozo wa maisha ya ndoa yanakuwaje mwanzo maandalizi ya kina kabla ya kuelekea hivyo. Kwa hiyo mwanaume akisha kuambia kwamba labda nakupenda, tuanzishe mahusiano kwa ajili ya maandalizi ya ndoa, basi yafaa kumshirikisha Mungu jambo hilo na kumshirikisha Mungu nia hiyo, ili kusudi baadaye eh tuepuke ndoa za kukurupuka au ndoa zile ambazo hazina maandalizi na baadaye kuja kuwa na madhara na familia ambayo haijajiandaa vizuri na huku tukikumbuka familia ndio kanisa la nyumbani, ndilo ambalo linaandaa miito karibu yote, upadre yote wa utawa, viongozi mbalimbali katika dunia wanatoka kwenye familia. Kwa hiyo familia lazima zisimame. Kwa hiyo kwenu ninyi eh, eh, kina dada ambao mpo katika mahusiano basi, jaribuni kumshirikisha Mungu mahusiano hayo, ili baadaye sasa muweze kujiandaa na muweze kuwa wazazi bora na baadaye kanisa eh, familia kweli iwe kanisa la nyumbani ambalo ndo chanzo cha miito yote. Tumsifu Yesu Kristo, mpendwa msikilizaji wa Radio Maria Tanzania na, sauti ya, na Radio Mbiu, sauti ya faraja Kagera, hadi kufikia hapo ndiyo tumefika tamati ya kipindi chetu cha Familia ni Nyumba ya Mungu kwa siku ya leo. Naamini umejifunza mengi. Usikose kuungana na nami tena siku nyingine, muda na wakati kama huu ilivyokuwa leo. Ulikuwa nami Frateri David Mkane wa jimbo katoliki la Mafinga inayesoma mwaka wa kwanza wa teolojia kutoka katika Seminari Kuu ya Mtakatifu Karoli Lwanga Segerea, Jimbo Kuu katoliki la Dar es Salaam. Ikiwa una maswali, maoni au ushauri, naomba utuandikie ujumbe wako mfupi wa maandishi kwenda namba sifuri saba hamsini na sita arobaini na saba themanini na moja sabini na nane na sifuri saba thelathini na nne sifuri sita tisini na sita sitini na saba Karibu tuhitimishe kipindi chetu kwa sala. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu, amina. Atukuzwe Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, kama mwanzo, na sasa, na siku zote, na milele amina. Atukuzwe Baba na Mwana na Roho Mtakatifu kama mwanzo na sasa na siku zote na milele. Amina. Atukuzwe Baba na Mwana na Roho Mtakatifu kama mwanzo na sasa na siku zote na milele. Amina. Mtakatifu Karoli Lwanga, utuombee. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amina.